Mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania TAA imeendesha zoezi maalum la majaribio tayari katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere. Zoezi hilo lilihusisha kuigiza tukio la ajali ya ndege aina ya Boing 9 iliyokuwa ikitokea Lanseria, Afrika Kusini, na kutoa JNIA majira saa 1 daka asubuhi, ikiwa na abiria 139 pamoja na wahudumu wa ndege. Katika majaribio hayo, ilihisiwa kuwa ndege hiyo ilikumbwa na shambulio la ndege hai, yaani bird strike, lililoathiri injini na kusababisha ajali iliyosababisha majeruhi na vifo vya abiria tisa. Tukio hilo lilihusisha maafisa kutoka vyombo mbalimbali vya dola vikiwemo jeshi la polisi, jeshi la wananchi wa Tanzania, idara ya uhamiaji, kikosi cha zimamoto na uokoaji pamoja na taasisi za serikali kama hospitali na shirika la msalaba mwekundu. Wadau wengine wa kiwanja hicho pia walihusika, wakifika kwa haraka eneo la tukio kwa ajili ya uokoaji. Kamishna msaidizi na kaimu kamanda wa polisi viwanja vya ndege Tanzania, Said Ramadhani Kitanto, amesema kuwa zoezi hilo lilikuwa maalum kwa lengo la kupima kiwango cha wa JNIA katika kukabiliana na majanga na dharura. Kwa upande wake mkurugenzi wa JNIA Bi Betha Pangwa amesema kuwa zoezi hilo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha usalama wa anga kwa kuzingatia taratibu na miongozo ya Shirika la Kimataifa la Usafiri wa Anga ikao pamoja na Shirika la Usafiri wa Anga Tanzania tcaa Zoezi la majaribio utayari ni takwa la kisheria kwa viwanja vya ndege likifanyika kila baada ya miaka miwili, ili kuhakikisha usalama wa abiria na watumiaji wa viwanja vya ndege nchini.